Kipindi hiki ni kipindi mahususi kabisa ambacho kinatujia ili kutufundisha mafundisho kuhusiana na Roho Mtakatifu. Tunamalizia sehemu ya mwisho kabisa ya yale ambayo tuliyasema tokea mwanzoni tulipoanza kujifunza kipindi hiki. Tulianza mwaka jana mwezi wa kwanza, tukaanza kujifunza na tulisema ya kwamba tutajifunza kipindi hiki katika maeneo yafuatayo ya msingi. Eneo la kwanza, tutajifunza Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Ni kwa jinsi gani Roho Mtakatifu amefunuliwa Agano la Kale, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki. Tulijifunza hapo tukamaliza. Lakini eneo la pili ambalo tulisema tutajifunza, tutajifunza juu ya uungu wa Roho Mtakatifu. Sasa uungu wa Roho Mtakatifu umefunuliwa katika maeneo yote ya Biblia, kwa maana ya Agano la Kale pamoja na Agano Jipya, na hilo pia tulijifunza kwa mwaka ule wa jana eneo lingine ambalo tulijifunza mwaka jana, tulijifunza kuhusiana na uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi hai ya kiungu. Tuliona ya kwamba Biblia inafundisha wako watatu: yuko Baba, yuko Neno ambaye ndiye Mwana, yuko Roho Mtakatifu. Sasa tulijifunza Roho Mtakatifu kwa kina sana, maeneo yanayomfunua Roho Mtakatifu kwa uwepo wake kama nafsi sababu wamekuwepo watu ambao wa wanadai ya kwamba Roho Mtakatifu sio nafsi. Sa, tulijifunza na kuelewa ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, ndio ni eneo la tatu ambalo tulijifunza kwa kina sana. Eneo la nne ambayo tumemaliza robo hii tumejifunza ishara mbalimbali mbali za Roho Mtakatifu katika Biblia. Hili ni eneo pana pia ambalo tumejifunza kwa miezi hii mitatu, tukajifunza ya kwamba Roho Mtakatifu anafunuliwa kwa ishara mbalimbali mbali. Hizo ishara zinaonyesha moja, uungu wake, lakini mbili, zinaonyesha utendaji kazi wake. Tukaona ishara ya moto, tulijifunza ishara ya maji, tukajifunza ishara ya upepo, tukajifunza ishara ya njiwa, tukajifunza ishara ya muhuri na ishara nyingine nyingi ambazo Biblia imefunua juu ya Roho Mtakatifu. Leo tunaanza eneo la tano ambalo linamwongelea Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Usisahau, tumejifunza Agano la Kale, tumejifunza uungu wake, tukajifunza uwepo wake kama nafsi, tukajifunza ishara mbalimbali mbali, na sasa tunaingia eneo lingine ambalo linamfunua Roho Mtakatifu ni Agano Jipya. Kwa lugha rahisi, Biblia nzima tangu kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la pili mpaka kitabu cha ufunuo sura ya 22 fungu la 17 tunaona roho mtakatifu akiwa amefunuliwa katika biblia nzima hiyo, ipo na bila umwisho wowote ya kwamba roho mtakatifu ni nani. Kwanza ni moja kati ya nafsi za kiungu kwa maana kwamba yuko baba, yuko neno au mwana, na yeye wanafanya kazi kwa kushirikiana. Lakini jambo la pili, tumeona ya kwamba roho mtakatifu ni nafsi ya kiungu yeye siyo mvuto yeye siyo nguvu ambayo si nafsi yeye ni nafsi kwa maana kwamba anahisia anasikia anazungumza anaweza kuanzisha mahusiano ana utashi kama ambavyo baba na mwana wamefunuliwa katika biblia